Zinaarifu kwamba hali ya anga inatarajiwa kubadilika kutokana na mvua ya masika inayotarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini mwaka huu. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, maeneo kame na maeneo mengine yaliyokosa mvua ya vuli mwaka uliopita huenda yakapata mvua ya wastani ambayo haitaweza kukabiliana na hali ya ukame inayoshuhudiwa kwa sasa. Hata hivyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Agnes Solo, maeneo yanayotegemewa kwa chakula humu nchini yatapata mvua ya kutosha. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini, maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki huenda yakaathirika zaidi na ukame unaoshuhudiwa kwa sasa, hata baada ya mvua ya masika inayotarajiwa karibuni. Hata hivyo, kuna afueni kwa kaunti zinazotegemewa kwa chakula nchini. Looking at where we are from even what we are saying that the the asal areas might receive average to above average may not be adequate

which will require concerted efforts across government agencies international organizations disaster risk organizations and other disciplines in order to successfully equip communities at risk with climate information and advisory services that enable them to make improved decisions under a variable and changing climate haya yanajiri huku shirika la msalaba mwekundu likisema kuwa hali ya ukame imeathiri zaidi ya kaunti saba Watoto wa chini ya miaka miwili, kina mama wajawazito na wale wanaonyonyesha wakiathirika zaidi. Kenya is currently experiencing a heightened drought stress largely as a result of the poor performance of the OND 2025 short rain season. The impacts are now visible and very deeply concerning. Idara ya utabiri wa hali ya hewa inatarajiwa kutoa ripoti rasmi ya mvua ya masika katika maeneo mbalimbali nchini siku ya Jumatano. Agnes Oloka Chola, Runinga ya Citizen. Tukiangazia mengine, ni kwamba maswali yanaendelea kuibuka kuhusu vifo vya watu wawili, James Maina mwenye umri wa miaka 29 na Daniel Njoki wa umri wa miaka 45 waliopatikana wameuawa mtaani Kahawa West. Inasemekana kwamba mshukiwa mkuu wa vifo vya wawili hao ni afisa wa polisi wa utawala wa ngazi ya sajenti, na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ode Francis, uchunguzi wa maiti umeonyesha kwamba wawili hao walifariki baada ya kupigwa na kifaa butu pamoja na kulazimishwa kumeza pili pilipili na mahindi mabichi familia za James Muraga Maina na Daniel Nudhunjuki zilikusanyika hapa pamoja na mawakili wao, maafisa wa Aipoa na wanaharakati kupata majibu kuhusu chanzo cha kifo cha wana wao waliofariki Jumapili tarehe moja mwezi wa Februari mwaka huu wa 2026. Ametolewa kwa shamba wame, amepigwa, lakini huyu Nudhu alipigwa akakufa peke yake hapo. Ni matukio ambayo bado yanawashangaza. Huyu mwingine huyu wa Kamae, huyu askari walienda wakakutana na yeye kabla wamemaliza kupiga Nudhu. Kukutana na yeye na yeye alikuwa na ngunia akaambiwa ati amwage vitu zenye alikuwa amebeba. Akamwaga zile ikapatikana ni mahindi, askari nasikia alianza kumpiga. Inadaiwa kuwa baada ya kugundua kuwa James alikuwa hali mbaya, askari huyo alimpeleka hadi katika kituo cha polisi na akashauriwa kumpeleka hospitalini kwa matibabu, ila alipofika katika hospitali ya Kenyatta akatangazwa kuwa tayari alikuwa amefariki. Hao vijana walikuwa wawili, akakukaletwa mwingili aliendewa na hao askari tulikuwa nao hapa penye aliendewa, kukasemekana huyu mtu ndio alimchapa. Ripoti ya upasuaji wa mwili sasa imethibitisha kuwa marehemu walipigwa na kifaa butu kichwani.

Si wawili hao pekee wanaosemekana kupoteza maisha yao mikononi mwa maafisa wa polisi. Francis Nzao ambaye ni fundi wa mjengo pia anadai kupitia masaibu mikononi mwa polisi. Nikuwa tu nimepitia tu hiyo eria na huko chini kunaitwa kiwanja. Sasa kupitia hiyo eria hivo, yeah. ikapatana na hao maafisa wawili yeah. wakaanza kusema kuna urubaru ilikuwa imeibiwa hapo drum yani, alinipiga tu hivyo bure tu, nikambaka tu nikasema kitu sijui, yani tu ndio achane na mimi. The families are calling for justice. The right to life is enshrined in the constitution and it does not end at the hands of police officers. Maafisa wa upelelezi kutoka kitengo cha DCI Kasarani wamepokea taarifa kutoka kwa shahidi wanne huku afisa huyo akiandikisha taarifa yake na kusema kuwa alikuwa tu msamaria mwema aliyefika kuokoa wawili hao. Na maswali mapya sasa naibuka kwa Inspekta Jenerali kuhusu uwajibikaji wa idara ya polisi ama huduma ya polisi kwa raia walio hapa kuwalinda. Ode Francis, Runinga ya Citizen.